Bismillahi, nianze na shukrani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ziada ya rehma kwa Mtume sal llahu aleihi wasallam, pamoja na kuwasili salamu hapa. Ni kazi nzuri ambayo imefanywa na usimamizi wa wale ambao wamepewa dhima ya kutusimamia ibada yetu ya hija kwa Zanzibar, nayo ni wakfu na mali ya amana, katika kitengo chake cha betha kinachohusiana na masala ya hija. Tushukuru toka tulivyoondoka, tumeondoka na kurudi kwa wepesi sana mwaka huu. Na shukrani hii mwendee Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa juhudi yake aliyosababisha kufanikisha ndege ya Saudia ya Airline kuja kutuchukua hapa kwa wepesi na kurudi haijapata kutokea katika historia ya Hija hapa Zanzibar. Ameandika historia na Mwenyezi Mungu atamlipa kutokana na jambo lake hili alilolifanya. Mahujaji takriban mia tatu na wamewasili katika ikiani ndege ya pili kutoka Saudi Arabia, na mahujaji wote kwa kweli afya zao ni nzuri ukiacha zile kuchokachoka machofu ya hapa na pale na vifua ambavyo vinasababishwa na hali ya hewa kubadilika tofauti na hapa kwetu, lakini alhamdulillah, kila jambo zuri, ibada imeenda salama na Watanzania wote. Mpaka hivi navyozungumza nawe, hakuna ambaye amepoteza maisha ama kupata maradhi ambayo yatamsababisha akwame kufanya ibada ya Hija au kurudi nyumbani. Ingekuwa ni amri yangu mimi, ingekuwa ni amri yangu mimi, basi ningesema ningatoa amri vijana wote kuanzia miaka 35 mpaka 55 waende kwa lazima kutekeleza ibada ya hija. Lakini si amri yangu, na labda kwa sababu tu ya hapa na pale, mtu majukumu, labda wengine atasema hivi, lakini ukitimia umri wa miaka 60 kwenda mbele, unakuwa kuna ugumu sana kutekeleza ibada ya hija. Niwaombe vijana wenzangu, tuendelee tukitekeleza ibada hija, kwa sababu ibada hija zaidi inatumia nguvu kuliko pesa. Kwa hiyo ukiwa huna nguvu unakwenda kujipa ugumu katika mambo. Ni mchaka mchaka, ibada ambayo ni matendo, matendo ya kuhama hapa na pale, kutembea kwa kilomita zaidi ya kumi. Kwa hiyo inahitaji nguvu, inahitaji ujasiri, inahitaji mambo mengi. Kwa hiyo vijana, itikieni